Bana Kipepeo, leo nimekuja na challenge moja hapa. Nataka o, na kutajia tabia, afu unaniambia ni msanii gani kwenye Dunia mwenye tabia hiyo. uh -oh. Aya, tuanze. uh -huh. Msanii mpole kwenye tamthilia ya Dunia. Aya hmm. Msanii mpole, msanii ambayo anaigiza sana kwenye tamthilia ya Dunia. Vai. Aa, ah, okay. Msanii ambaye ana wide location kuliko wasanii wote kwenye tamthilia ya dunia. <coughs> Bwana nitia dhambi. Kwanza na hii location. <coughs> Nani nani nani nani? Bad boy. Aa, msanii mwenye akili nyingi kwenye tamthilia ya dunia. Manyanya. E, msanii smart, yani msanii unamwona smart unatamthilia dunia smart. Mudy Muzungu. Haya, msanii ambaye anapenda sana mambo ya kusali ni nani? mm. Genifa. Msanii ambaye anapenda kula sana. E, Kipepeo. Haya, msanii ambaye anawahi kuamka Bifeti. Msanii mwenye heshima? Mima. Msanii anayependa mziki, kusikiliza mziki sana ni nani? Sugar. Msanii ambaye tukifika location anapiga take moja tu <sighs> msanii anapiga take moja hiyo. E, ile wapo wawili, sema mimi namtaja mmoja. Eh, taja Manyanya. Okay, msanii ambaye anapenda kuangalia movie sana nani? Wapo wengi lakini huyo mmoja ndio naona kazidi sana kidogo. Mima haya, challenge yetu imeishia hapo, na una kingine cha kuambia mashabiki? labda cha kuambia waendelee kufuatilia Dunia kwa sababu wao bila sisi, bila wao sio kitu, na wakawapigia ndugu zetu kura Violet na Manyanya yazikomo